Ombi langu ni kutaka utekelezaji wa hukumu ambayo inahusisha kupata haki ya umiliki wa kiwanja cha baba yangu. Mama yangu alifariki kwa mshtuko baada ya kuona hii kesi imeendelea tena, na baba yangu hajiwezi, ni mgonjwa sana. <laughs> narudi kwako mheshimiwa Rais, wewe ni mama, tusikilize na utusaidie watoto wako Hatuwezi, baba wangu hajiwezi kabisa, babangu ni mzee sana. <laughs> Najua wewe ni mama, unajua uchungu wa kumpoteza mzazi. Sisi tumempoteza mama yetu kwa sababu ya hii kesi, chozi hili ni wazi. Sasa naomba ofisi ya waziri mkuu situchoke irudi tena kuona inamsaidiaje mzee wetu, mama yetu mpendwa, mama Samia Suluhu Hassan, mama, tuna kilio hichi kwa wenye haki ambao haki zao bado zina mafumbo. Hii ni kiwanja namba 21 20 na kiwanja 2107 na na 2120 ni kitaruelo viko Kilongawima, Mbezi Bichi. Tunaomba serikali itusaidie, hawa watoto mimi nitawapeleka wapi? Mimi huyo mstaafu, huyu ndo kabisa mgonjwa hajiwezi hata kuzungumza, hawezi, anatetemeka namna. Sasa kwa hivi, naomba tu serikali itusaidie. Tunaomba kama huyu mtu ambaye ameweza angalau kupata msaada wa kutembezwa huko, lakini kakosa haki, itakuwa hatujui kwa watu wengine huko. Kwa hiyo ninaomba kwa unyenyekevu, kwanza hawa viongozi niliowataja waelewe kitu kimoja, sisi hata mara moja hatugombani nao kwa kuwa wamekabidhishiwa hizo ardhi. Tunachotaka tujue tu ni kwamba walio wakabidhi hizi ardhi wanataka kutuchonganisha sisi na wao, e, huko mbeleni sitaki kusema sasa hivi, nitakuja kusema kwa nini kimefanyika hivi, kwa nini wameamua kuwakabidhi hawa watu, kwa sababu wanajua kuna kitu kingine kiko pending ambacho leo sitaki kukiweka. Kwa hiyo wanawatumia hao kama mgongo wa kuziba sisi tutakapotaka kudai haki zetu sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mimi naomba kwa unyenyekevu e, ofisi ya waziri mkuu. Nafahamu Mama Samia ni msikivu na nilipo hapa ananisikia, naomba hili jambo basi, angalau ulipe attention, ulifuatilie kwa ukaribu ul angalau hao wa watu wapate haki zao. Ni miaka thelathini sasa wanasota bila kupata chocho miaka thelathini na tisa.